Leo tutaangalia ukuaji wa ubongo hatua kwa hatua. Ubongo wa binadamu hupitia mabadiliko makubwa kutoka utotoni hadi uzeeni. Mabadiliko haya yanahusiana na, na ukuaji wa neva, miunganisho ya sinapsi na kupungua kwa uwezo wa neva kadiri umri unavyosonga mbele. Nitakueleza hatua unazopitia. Hatua ya kwanza. Kipindi cha ujauzito, kabla ya kuzaliwa. Ubongo huanza kuundwa mapema, karibu wiki ya tatu ya ujauzito. Neva mpya neurons, huanza kutengenezwa kwa kasi kubwa, hadi karibu elfu mia mbili na hamsini kwa sekunde. Kufikia mwisho wa ujauzito, mtoto huwa na karibu bilioni mia moja za neurons ambazo zinahitaji kuunganishwa kupitia sinapsi ili kufanya kazi. Hatua ya kwanza. Utoto wa awali, miaka sifuri hadi mitatu. Neva huanza kuunganishwa kwa kasi kubwa sana na sinapsi nyingi hutengenezwa ili kusaidia mtoto kutu.